Kama Rungwe tunasema kwamba tunaenda kuandika aina fulani ya historia ya mradi mkubwa kama huu. Wilaya ya Rungwe ukiangalia kwa ujumla wake, shughuli kubwa za kiuchumi ambazo tunategemea katika wilaya yetu ni za kilimo, na hata mapato ambayo tunapata yanatokana mostly kutokana na kazi za kilimo ambazo wananchi wa Rungwe wanaendelea kuzifanya. Tunayo mazao makubwa ambayo kama halmashauri tunayategemea na kama wakulima pia wanategemea. Zao la ndizi ni mojawapo ya mazao muhimu sana katika halmashauri yetu, na ukiacha zao la ndizi hapo, mazao mengine ambayo ni kama kahawa, lakini kuna kakao, kuna viazi, kuna parachichi, ni mojawapo ya mazao makubwa ambayo yanaendesha uchumi wa halmashauri yetu ya Rungwe. Sasa kitendo kinachokwenda kukifanya leo, kwanza kinaenda kuongeza thamani ya zao letu la ndizi masoko yetu katika halmashauri ya Rungwe kwa ujumla yake hayako vizuri sana, na moja wapo eneo soko ambalo liko haliko vizuri ni eneo kubwa la soko la Kiwira ambalo linategemewa sana, wanakuja wageni kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kununua mazao kutoka maeneo kama Malawi, Zambia, Congo, wanachukulia ndizi pale lakini wapo wateja wengine wanatoka katika maeneo ya mikoa mingine ya jirani na mbali, kwa mfano Dar es Salaam, ukienda maeneo kama Arusha, Mwanza, wanahitaji ndizi kutoka maeneo yetu. Sasa kwenda kujenga soko la kisasa maana yake tunaenda kutatua changamoto ambayo wananchi walikuwa nakabiliana nawe ya muda mrefu, eneo ambalo lilikuwa mvua zikinyesha, kunakuwa na matope, kunakuwa na hali ambayo soko haliwezi kutumika ipasavyo. Leo tunakwenda kuandika historia hii ambayo ni ya muda mrefu na wananchi wetu wa wilaya ya Rungwe kwa ujumla yake wamekuwa wakilisubiria kwa muda mrefu. Niwashukuru sana kwa uvumilivu ambao wameendelea kufanya, lakini kubwa, niwashukuru wataalamu wetu wa halmashauri wote ambao wameshirika mna mmoja au nyingine, kwa sababu fedha hii tunaipata kutokana na kazi ya mikono ya wataalamu wa halmashauri kwa maana ya kukaa, kutengeneza maandiko mbalimbali kwa mbali. Sababu tulianza kuandaa feasibility study, tukaotoka tukaandaa design, tukafanya drawings no. tukakaa tukafanya environmental impact assessment, tukafanya geotech. Yote haya tumefanya kama halmashauri kwa kutumia fedha kidogo halmashauri, lakini kutumia akili za wataalamu ambao tunao na hatimaye leo tunaona tumeweza kupata zaidi ya bilioni 1.8 kwa ajili ya ujenzi wa soko ambao tumejua kwanza kwa awamu hii. Tunategemea awamu ya kwanza tumepata shilingi milioni moja na tunategemea wangu apita tutapata shilingi milioni takriban 800 kwa ajili ya kukamilishaji wa soko. Watu wanategemea soko hili ndani ya kipindi cha mwaka huu na mwaka kesho, kwa tumekamilisha ujenzi wake ili angalau wananchi waweze kupata huduma zile ambazo walikuwa wanategemea. Sasa haya yamefanyika kwa sababu wapo watu ambao wamefanikisha haya. Moja, wakati wa ziara ya Mheshimiwa Rais aliyofanya katika mkoa wetu moja wapo changamoto ambayo ilionekana na wananchi waliibua ilikuwa ni kutokuwa na soko la uhakika la ndizi na wakaomba kujengiwa soko la kisasa. Na baada ya hapo sisi kama halmashauri tuliongeza nguvu na Mheshimiwa Rais na kupitia Waziri pia wa Kilimo walitupa maelekezo ya kuweza kufanya maandiko hayo ili tuweze kutimiza ombi lile la wananchi ambao walitoa kwa kwa mheshimiwa rais. Kwa hiyo ni shukuru serikali kupitia mheshimiwa rais wetu kwa maamuzi haya ambayo amefanya, mpaka leo tumeweza kuhitimisha hatua hii ya awali ambapo tunakwenda kuona sasa ujenzi unaenda kuanza. La pili, niombe sisi wote ni wadau. Kampuni ya Kagwa imepata kazi hizo, tuombe imani ambayo serikali imeweka kwenu, kwa maana ya kwenye mchakato mzima ambao wapo wengi walioomba na hatimaye nyie mkafanikiwa mkatimize hili ambalo wanarungu tunategemea kuliona, hili ambalo Watanzania na serikali yetu tunategemea kuona kwamba miundombinu hii inaenda kuboreshwa. Kwa hiyo niwaombe sana kwa mkataba ambao tunakwenda kusaini, kila pande niweze kuzingatia mkataba. Mkataba huu sisi kama halmashauri tutasimama kuona kwamba tunakwenda kutekeleza mkataba huu ipasavyo yale matakwa ambayo yanahitajika kwa upande wetu tuweze kutekeleza, tutasimama kuona kwamba yanatekelezeka, lakini yale ambayo kwa upande wenu nayo mnatarajiwa kuyatimiza, basi muweze kuyatimiza ndani ya muda na hatimaye tuweze kuona mradi huu unakamilika na kwenda kutoa tija ambayo Watanzania na wananchi wa Rungwe kwa jumla wanategemea kuipata. Halmashauri ya Rungwe sasa inakwenda kuandika historia kwenye kutekeleza mradi, kuleta mradi mkubwa ili kusaidia wananchi na sisi tunataka tuingie humo kuwa sehemu ya kutekeleza mradi huo, lakini pia kuingia kwenye historia hiyo. Lakini labda tupigie makofi kidogo, kwa sababu ushindano ulikuwa mkubwa. Tunakili hilo, na mpaka tumefikia hatua hilo, tuko hapa, haikuwa kazi ndogo. Tunashukuru Mungu, lakini pia halmashauri, pia kwa kutuamini sisi kama kampuni. Sisi ni wazawa na tuna tunaamini kwa sababu tunazungumza lugha moja ya Kiswahili. Ni kwa ni kampuni nyingine, nasema mpaka una translate mchina China, lakini sisi ni waswahili ni wazawa, kwa hiyo tunataka kutangulize uzalendo kwenye kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo sisi ambacho tunawaahidi katika kutekeleza mradi huu tutafanya kwa kwa kwa, kwa uzalendo, moja kama tutafanya kama kama kazi, lakini pia tutatanguliza uzalendo ndio kisha kama mahitaji ya wananchi yanafikiwa, sababu kelele za wananchi zimekuwa nyingi, mahitaji ya wananchi yamekuwa mengi lakini yeye pia paka mkaamua kuanzisha mradi huu, maanake mnategemea matokeo mazuri. Mimi naamini sana kuna big results nao, siamini sana kuna stories za makaratasi. Na sisi kwa sababu tunafikika na ni Tanzania, tunazungumza lugha pesa kabisa ambayo inafikika, sisi tunaahidi, tunaahidi ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo mkataba huu tunaahidi kwamba tutafanya kwa mujibu wa mkataba na tutafanya vizuri, na kwa sababu pia mkurugenzi amezungumza hapa, kuna miradi mingi ambayo inaendelea sisi pia ni Watanzania na tuna, tunataka kufanya kitu kizuri hiki pia hata huko kwingine tu tukimbie tuombe, kwa sababu mtasema hawa wanafanya vizuri pia na watu na haki ya kuendelea kuomba. Kwa hiyo tunaendelea kuomba zaidi, tupo ushirikiano, ndio tutekeleza mradi huu, tuna tunaahidi eh, kwamba tutafanya kwa tuta, sababu muda wenyewe huu sio rafiki sana kwa maana hali ya hewa na nini. Kwa hiyo sisi eh, tunasema kwamba tunashukuru sana. Mimi naitwa Daita, tunafanya mwangalifu wa fanya biashara wa ndizi Karasha. Kwanza moja kwa moja tunawashukuru viongozi ambao wameweza kutusaidia kufanya mchakato wa kujenga hili soko. Wafanya biashara tunawashukuru sana, na sisi kama wafanya biashara tuna changamoto, tuna changamoto kubwa sana kwa ajili ya soko letu. Kwa kipindi kama hiki hapa cha mvua, huwa muda mwingine soko letu kwenye matope kutengeneza wadudu ambao wanaasili nimi, moja kwa moja tunapata magonjwa. Kwa tunashukuru viongozi kwa kuwa kwa tumeomba na wamelisikia. Pili, nilikuwa naomba viongozi wafanye kwa haraka sana kutujengea hili soko kwa sababu akucheleweshea soko watatuyumbisha imaisha kiuchumi. Moja, sisi wafanya biashara tumetegemea tupate fedha kwa ajili ya kusomesha na kuendesha maisha yetu kupitia hili soko, soko Kumbile, kwa kwa kipindi ambacho watakuwa wanajenga hili soko tutakuwa tumeiumba kiuchumi. Ombi letu na wafanya biashara tukwa tunaomba watufanyie haraka sana, ili tusije tukaasiufambilia Yes, kusia, yes, la yes. Kwa jina langu naitwa Susana nimfanya biashara wa karashi hiyo, tunasema asanteni kwa kutambua mfanyaji wa biashara wa soko la karashi ila, soko letu kwa kweli limechafuka sana, na kipindi kama hiki, kipindi cha mvua, linakuwa limejaa matope. Kwa hiyo malazi yanakuwa mara kwa mara kwa ajili ya wafanya biashara wa lasima ukiwa na, na madandopu tunaweza kufanya biashara, lakini bila hivyo magonjwa ni mengi sana. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kufanya haraka kwa ajili ya kutengeneza hili soko, ifanye biashara kwa wepesi zaidi.